Bwana, rai yangu ni kwenu nyie wazazi ambao mna watoto, mna watoto wadogo, mtoto chini ya miaka sita, wale watoto ambao conscious, ufahamu bado haujaingia vizuri. Unajua ku, mtoto anaweza akawa na, ana akili lakini ule kujitambua inategemeana. Mtoto mwingine akiwa mdogo tu akiwa na miaka minne tayari ile consciousness ya kujua hiki kibaya, hiki kizuri, yeye mwenyewe kujitegemea anakuwa ashaipata. Wasema kuna watoto wengine, hasa watoto wa siku hizi, wanachelewa sana kupata hiyo conscious, huo ufahamu wa kujua hiki ni kizuri, hiki ni kibaya, hiki ni nini ni, yaani, haj, hajajua bado. Unajua uwezi kumfundisha mtoto kila kitu, uwezi. Kuna vitu baadhi inakuwa tu ni kama instinct, Mungu anakuwa anampa, anajua kwamba hiki kitu sio sahihi, kwa sababu uovu ni mwingi Sio kila uovu unaweza ukamfundisha bana, mwanangu mwana, hiki sio kizuri. Sio kila kitu kupata ile consciousness, wengine wanachelewa. Mwakuta, mtoto alikuwa form 2 form 3, anamhimiza sana, soma usicheze shule nini, yuko mdogo hivi, lakini alikuwa kuelewi lakini unashangaa baadaye anakuja anafika labda form ngapi huko sekondari ndo unamwona anaanza kukazana na shule yeye mwenyewe ile bila kumsukuma. Hasa ile inakuwa ni conscious conscious ndio inakuwa imekomaa kipindi hicho, kwa conscious inatofautiana na mtoto mwingine akiwa mdogo tu hivi tayari kashaanza kujitambua. Mimi sio mtaalamu wa hayo mambo lakini kuna kitu natamani nikufikishie. Naomba uwe makini sana kama mzazi. Kama wewe sio mzazi, pia unaweza kumfikishia mtu ambaye unamwona kabisa na uhitaji, na ujumbe, unajua ujumbe utamsaidia. Nyingi hizi video zangu nyingine, nimekuwa nikielezea matatizo ya watu ambao wana psychopath, jinsi gani wanavyooperate, jinsi gani walivyo, chimbuko lao ni nini, kwa nini wanakuwa hivyo. Sasa kuna psychopath wengi. Kuna psychopath wanaume na psychopath wanawake. Hii inakuja kutokana na kama nilivyoelezea kwenye hizi video zilizopita hizi clip nilizozikata za nyuma, kwamba inatokana na kuzaliwa, ni ule unakuwa ni kama ulemavu. Kutokana na hao psychopaths kama nilivyoelezea awali, kwamba wahanga au waone wanao suffer the most, wanaopata shida the most kutoka kwa hao psychopath ni vitu viwili, ni wanyama na watoto, kwa sababu wao ndio hawawezi kujiprotect wenyewe. Sasa basi huyu mtu mwenye psychopath anakuwa na tabia ukatili kwa, kwa wanyama. Kama una mtoto wako mdogo hivi amezaliwa na hiyo ana hiyo shida ya utamuona na ukatili fulani, yani ananyonga nyonga wanyama yani anatoboa toboa, anakuwa na confidence kupita kiasi nini nini nini. Hiyo ni number one. Part two, wanapenda kuonea watoto kwa sababu watoto hawajui right and wrong, conscious yao inakuwa bado ndogo. Kwa unakuta huyu psychopath anaweza kawa katika familia yako wewe, labda ni baba unaweza ukawa wewe na, we we na mume wako mko sawa, hamna hiyo shida, lakini katika watoto wako uliowazaa, mtoto wako mmoja wa kiume ana shida ya psychopath. Sasa unabidi uwe makini, kwa sababu wa psychopath wanawinda, wanawinda watoto wadogo. Kwa hiyo anaweza akawa namnyanyasa mtoto wako wa kike labda mdogo, au mtoto kama ni mjomba wake au ni nani anaweza kawa anamfanyia vitendo vya kinyama huyu mtoto. Unabidi uwe makini, ujue hiki kitu kwamba kuna wao watu wanaishi shida, na sijaona sehemu nyingi watu wakifundisha hivi vitu, ndio nikasema uja ni share na wewe. Mume wako anaweza kawa na shida ya psychopath. Wewe cha kufanya, unatakiwa ukiwa na mtoto mdogo, awe wa kiume au wa kike, mfundishe. Yani usije ukasema kwamba da, unaona noma eti kumwelezea kwamba bwana mwanangu kuna hiki na hiki na hiki, kuna haya maeneo, mtu akikugusa hapaswi kukugusa. Mfundishi hata mtoto akiwa mdogo vipi, yaani hata mtoto akiwa mdogo vipi, maadamu anaweza kukusikia na kakuelewa, mwelekeze bwana kuna ichi na ichi. Sasa hivi duniani huku sio salama sana, hasa kwa nyie watoto. Kwa hiyo mtu yeyote labda akikugusa maeneo haya na haya, njoo ripoti kwangu, au akifanya hivi na mwelekeze. Yani mpe list ya vitu vyote ambavyo unajua ni hatari kwenye mambo unyanyasaji wa kijinsia. Mwelezee mtoto awe wa kiume au tena, usichague ukasema eti huyu mtoto wa kiume ana shida, wa kiume hao ndio wanaotafutwa na psychopath, kwa sababu na psychopath ambao ni, ni mahomosexual wanaanza ku train watoto tangiwa wakiwa wadogo ku unatakiwa umwelekeze mtoto wako. Alafu mzazi, kitu kingine, unatakiwa uwe unamhoji mtoto wako mara kwa mara, fanye eti kwamba eti unawaamini sana watu. Hata mume wako usimwamini, hata kama ni nani, ndugu yako a karibu, usimwamini. Kwa hiyo umhoji mtoto wako mara kwa mara, bwana Ukikaa naye muulize tu, tena tengeneza mazingira mazuri mtoto ha, ha, hamna mtu yote ambaye amefanya ha, me hivi ha, jaribu kumdodosa dodosa mtoto mara kwa mara, mara kwa mara, mfuatilie. Ukiona mtoto wako ana shida ya consciousness, yani ufahamu wake, labda hajajua vizuri, yani hawezi kupokea ile mafundisho unayompa, tafadhali usimwachie mtoto mtu yeyote, usimwelewaelewa yani, usimwachie mtoto wako. Mi naonaga marafiki zangu nini, mnaachia watoto majirani, labda mi naenda sehemu fulani, namwacha mtoto kwa jirani, au unafanya sasa. Wewe kama unajua, sometimes mpaka najiuliza kitu kimoja, kwa nini unazaa mtoto kama huwezi kumlinda? Unajua mwanadamu ana sehemu tatu. Ana, ana sehemu ya kwanza ambayo ni ule sehemu yake ya ndani kabisa, ambayo ndio jinsi alivyo. Mbona sehemu yake ya pili ni sehemu ambayo baba yake amemtengeneza, yani ni anatamani hawo hivyo, yani yeye anaamini kwamba hivi, kutokana na mafunzo niliopewa labda, asasa kwa baba, father figure, yani ile baba ana sehemu kubwa sana ya kumtengeneza mtu kwa kumpa structure, structure ya maisha kwamba bwana, wewe uko hivi, labda una una udhaifu huu una, una, lakini unapaswa kuwa hivi kwenye jamii. Baba na kutengeneza jinsi gani ambavyo yule mtoto anatamani kuwa, anaamini kwamba ile ni structure. Unapokuta watoto wengi ambao wamelelewa na masingomaza au hamna father figure kwenye maisha yao wanakuwa na shida ya structure. Yani hawana, haw, yani hawajitambui wao ni nani. Kwa hiyo wanakuwa na yumba yumba, wanakuwa na shida kwamba wanakuwa na multiple personalities. Kwa hiyo baba ni wa muhimu sana kumletea mtoto structure. Unajua kile baba anachomwelekeza mtoto mdogo Uh, mtoto anaweza ukaona kama vile hafati kipindi unamfundisha, lakini kwenye akili yake ni kama umemjengea fremu fulani, kwamba hii fremu mwanangu, hii fremu ndio sahihi, unatakiwa kuishi kwenye hii fremu. Kwa hiyo unaweza ukakuta, ndio maana kwenye vitabu vya dini wanakuambia mtoto mwea katika njia ipasayo, hata kama akija kuwa mkubwa hata iacha mtoto anaweza akawa anafanya mambo baadaye, labda akawa anaenda kinyume na vile ulivyomwelekeza ile frame uliyomtengenezea, unaweza akawa anaishi maisha mengine, lakini pale ndo safe place. Unaweza kukuta labda, ni kuna watoto wanafanya vitu vituko sana, lakini katika vile vituko, kuna ana mipaka, kwa sababu kuna kuna frame fulani ambayo anakuwa nayo kichwani kwamba napaswa kuwa hivi. Kwa hiyo baba ndo anaijenga hiyo frame, alafu kuna frame ambayo mwanadamu sehemu yake ya tatu, ni ile sehemu ambayo mtu anajifunza akiwa mdogo kwa jamii, yani achana na wazazi, baba mama. Sasa kwa jamii kwa ndugu zake na nini jinsi gani ya ku anatakiwa aonekane. Sasa ile frame mara nyingi ni frame ya uongo. Ndio maana unakuta kuna wewe mwenyewe kama una, unajua, unaweza ukaenda sehemu hivi unavyotaka watu wakuone, yani watu wa nje wakuone, watu ndio maana wanakuwa wanadefine tofauti. Ndio maana unaweza kumuona mtu kwa mara ya kwanza ukasema kwamba huyu mtu yuko hivi na hivi na hivi na hivi. Lakini ukiuliza watu wake wa karibu labda watu wa familia yake huyu mtu yuko hivi, watu wanakuambia mbona hata yuko hivyo. Hasa hii inakuwa ni kinyago cha tatu ambacho mtu anajifunza kukijenga kuja kuishi na jamii na mzunguka, lakini kuna ile frame ambayo baba ndio anatengeneza kwamba ehe, afu kuna hii personality ya kwanza ambayo mama, yani hiyo baba hawezi kujenga. Ndio maana usije ukasema eti kwamba da msingo mother wakilea waki, waki watoto hawezi kuwalea watoto vizuri, hapana. Sometimes kuna dosari, mimi nimekaa nimetafakari, lakini hata baba baba huwezi kumlea mtoto yani ukasema, umlewe kama baba baba, yani ukatosheleza kila kitu uwezi, kwa sababu kuna sehemu ya mama mama, na mtoto anakuwa huru sana kwa mama, kwa sababu hata ukiangalia mtoto wakati anaanza kukua, mtoto anakuwa hajui kipi sahihi kipi, kipi, kipi, kipi sio sahihi. Ndio maana unakuta watoto wadogo ukichungulia, yani, ukichunguza sana hata kama umeshai kuzaa mtoto mdogo. Mtoto mdogo anapokuja mtu mgeni ili mtoto alie au ampokee yule mgeni, utamwona mtoto reaction ya kwanza anamwangalia mama yake usoni pap. Akishamwangalia mama yake, ana, anaangalia mama yake atakavyo react. Mtoto huaga nasoma mama yake alivyo, kwamba mama kikasirika, mama kinuna na naisi, hata bila kujifunza hivyo. Mtoto yani akiwa ya tumboni huaga kuna connection ipo kati ya mama na mtoto, mtoto akiwa tumboni. Kwa hiyo mama akiwa anapita kwenye situation fulani, ndio maana naambiwa ukiwa na mjamzito uwe makini, ujiepushe na watu kadhaa kadhaa. Ukiwa ok, unapata matatizo labda unapata shida nini nini, unanuna una, kuna kitu unamfundisha mtoto wako huko tumboni. Kwa mtoto anavyozaliwa anakuwa na connection fulani na mama, kwa kuna jinsi fulani ambavyo kuna closeness ambayo wewe baba huwezi ukaipata kwa mtoto, yani hata ufanyeje, hiyo closeness anaipata mama tu. Kwa unakuta mtoto akiwa mdogo ndo anakuwa anamwamini sana mama yake. Yani mama yake akiongea kitu lazima amsikilize. Mama ana, ana, ana sehemu ya kwanza ya ndani ya mwanadamu, yani ya uwezi ukaifeki wewe baba kwao. mmm, mtoto anakuwa anamwangalia mama yake, mgeni akija anamwangalia mama anafanyaje, mama akitoa reaction fulani. Wewe mama hata unaweza ukawa ujue, lakini ukiona anamwangalia mgeni anasema, mwangu huyu asija kamshika mtoto mtoto tayari anakuwa na notice. Ndio unaona mtoto analia, siku ya kwanza anaweza asilia, lakini siku ya pili akaanza kulia. Ndio hivyo, anakataa watu. Kwa hiyo mtoto anajifunza kutoka kwa mama, yani mama ndio security yake kubwa. Kwa hiyo mama, yani wewe mama, utakiwi kuacha mtoto wako. Yani kama ulikuwa uwezi kumlinda mtoto wako, kwa ajili gani unamleta duniani? Yani wewe unazaa kwa ajili watu wanakuambia una mtoto au, yani eti au unakuta mtu mwingine eti anazaa anasema, ngoja nizae watoto ili baadaye baadaye waje kunilea. Huo ni ubinafsi. Yaani unatakiwa mzae mtoto kama unaweza kumtunza, kumhakikishia usalama wake. Hiyo, hiyo kama fadhili kwamba mtoto aje kukulipa fadhili hiyo, ni iwe iwe ni extra, lakini wewe kama sehemu yako unataka ucheze sehemu yako ya muhimu ku, kama unajiona uwezi ku, kuweka muda wako ku, kumlinda mtoto kumfunza, kukaa kwa karibu, kwa nini unazaa mtoto? Kwa nini unazaa kwa hulka, yani kwa ajili gani unazaa? Ili kukamata mwanaume mwana au una, unazaa kwa ajili ya kumkamata mwanamke moyo wake? Au unazaa kwa sababu tu eti umri unaenda, sina mtoto bwana? Wendawazimu kwanza. Sio wendawazimu huo, ni ubinafsi Mama, unabidi uwe makini sana na mtoto, angalia sana kama mtoto wako unamuona, mafundisho unayompa haya mwingii. Usiachie mtoto mtu yani, hasehemi na shauri sana yani, mtu usiyemwelewa usimwachie mtoto. Kuna hawa mapsychopath, mapsychopath ni hatari, ndugu yangu, wanafanyia unyama. Alafu sasa ubaya, psychopath ana kanuni moja.